Uh, hapa shambani kwetu kama unavyoona hivi tuna zaidi ya kuku elfu mbili. Hapa kwa ujumla wapo zaidi ya kuku elfu mbili na wengi tumewaachia nje. Sasa kitu ambacho unaweza ukajiuliza ni kwamba uh, hapa tunaweza tukakaa kwenye daftari la rekodi, tunaweza tukakaa hata kwa muda wa wiki mbili labda tukawa tumeokota vifo kuku mmoja amekufa au wawili e, yaani vifo vipo kwa asilimia ndogo sana. A, sasa tumefanikiweje sisi kama Kingo Farm hapa shambani kuweza kudhibiti vifo kwa asilimia kubwa? Kuna sehemu kama tatu nne hivi nataka nizitaje, lakini nitataja tiba ambayo tumekuwa tukitumia sana na imekuwa ikitusaidia sana, ambayo nakushauri pia na wewe, kama utaitumia hiyo tiba, basi itakusaidia kwa asilimia kubwa sana, ninaamini hivyo. Aa, sasa hivi hapa tume waachia kuku wanatoka nje, na moja ya faida kubwa ukiwaachia tu kuku, unapumzika kusafisha mabanda, yaani mabanda yanakuwa yanakuwa makavu sana kwa sababu kuku hawashindi bandani, wanashinda nje, wanashinda chini ya vivuli, wanaokota majani. Na kitu kingine inakupunguzia bajeti, inakupunguzia bajeti eh, vitu kama hivyo hapo, lakini kuna changamoto kama vile wadudu wanaweza wakakamata kuku, wanaweza wakapotea, wapo kuku wanaolala nje, kama kuku wataanza kutaga watataga polini na vitu kama hivyo hapo. Sasa, jambo la kwanza kabisa ambalo limetufanikisha sisi hatupate vifo kwa wingi, kwanza kwa hawa kuku, tupo makini sana kwenye kuwalea kwenye hatua ya mwanzo uh, kwenye ufugaji wa kuku hatua ya mwanzo kabisa sisi waga tunahesabia ni kutoka e, siku sifuri e, siku unapokea vifaranga mpaka unapofikisha mwezi, hasa hawa kuku chotara, unapofikisha mwezi wa kwanza, lakini pia kuna hatua ambayo yani naweza nikasema kutoka siku sifuri mpaka mwezi wa kwanza ni kama A, alafu kutoka mwezi wa kwanza pale kuendea mwezi wa pili ni kama hatua ya, ya pili. Sasa hizi ni hatua muhimu sana, endapo utakosea kwenye hizi hatua e, wewe mfugaji, basi kuku wako watakusumbua sana, yani hiyo bachi lazima ita, itakusumbua sana, utapata e, shida sana kwenye kuilea kwanza Hakikisha unawapa chakula bora kuku wako, ukianza uh, na starter, tumia starter bora za makampuni mazuri, starter za dukani, itakusaidia sana hilo jambo la kwanza kwenye hiyo hatua. Na jambo la pili, hakikisha uh, unafanya biosecurity kwa mfano hakikisha kuku wanaishi bandani. Haiwezekani kuku wadogo kabisa, labda wamefikisha wiki tatu, ukawaachia nje, kama ambavyo tumewaachia hapa. Unaona sasa hivi hawa kuku kinga yao ni kubwa e, unaweza ukaona kwenye huu mtaro wa maji machafu wana kunywa haya maji, lakini wakiwa na umri mdogo lazima wataumwa, wataumwa kwa coccidiosis e, na magonjwa mengine, lakini kwa sababu hawa kuku kinga zao zipo juu e, umri huo umepita, inakuwa ni vigumu kwao kuumwa, lakini pia kuna antibiotiki za asili ambazo tunawapa. Kwa hiyo ni muda ambao unahitaji vifaranga wako waache wakae ndani, lakini wapatie chakula bora. E, wapatie na antibiotiki. Um, sasa nikizungumzia kwa antibiotiki ni zile dawa ambazo wengi wanasemaga za kukata vitovu, kwa mfano ni oxcheki nimoviti. Vifaranga wakiwa wadogo wengi wanawapatiaga wiki moja tu wanaacha. Uh, ile pale unampa kwa muda wa mwezi mzima, mwezi mzima unakuwa una unampa kuku wako antibiotic lakini pia antibiotic za asili e, zinasaidia sana antibiotic za asili, na antibiotic za asili nyingi tunazifundisha hapa, lakini pia miongozo yetu inazo e, kitabu cha tiba za asili tumeandika mle namna ambavyo unaweza ukampa kuku wako e, tangawizi, pilipili, vitunguu saumu na vitamini zile za asili tumeelekeza jinsi ya kuzitengeneza kwa hiyo hilo ni, ni jambo ambalo lina, linasaidia sana. Kwa hiyo ni kipindi ambacho usafi unahitajika kwa kuku wako. Aa, jambo jingine unahitaji kuku wako ule mwezi wa kwanza inahitaji wale asubuhi, mchana na jioni bila ya kuwapimia. Ni kipindi ambacho kwenye ufugaji ni kigumu sana, yaani ndio maana unakuta wafugaji wengi wanapendaga kununua kuku baada ya pale, lakini Uh, sio kigumu kama unafuga una, una, una passion ya kufuga vitu kama hivyo, hakiwezi kikawa kigumu uh. Kikubwa tu ukiwa na muongozo uh, miongozo yetu tunauza shilingi elfu kumi kila mwongozo mmoja . Upo muongozo wa kuku chotara uh, jinsi ya kutengeneza vyakula na vitu vingine. Upo muongozo wa kuku wa kienyeji. Upo mwongozo wa broiler. Uh, miongozo hiyo itakusaidia sana uh, kitu cha pili ni kwenye kesi ya matumizi ya dawa au naweza nikasema namna ambavyo unaweza ukawatibia kuku. Sasa sisi hapa tumekuwa tunatumia tiba za asili kwa asilimia kubwa sana tunatumia tiba za asili. Yani, kuna baadhi ya dawa hatujatumia, yani naweza nikasema ni zaidi ya mwaka mmoja na nusu au miwili, hatujawahi tumia kabisa. Kwa mfano dawa hizi Tylodox, sijui dawa za dukani zozote zile za kutibu. Kwa mfano kuku wetu hapa wakiumwa kokidiosisi, e, tuna tunawatibu kwa kutumia tiba za asili. Tutatafuta majani ya mpapai, majani ya mpela, tutawatibu wanapona vizuri tena kwa wakati. Kuku wetu wakiumwa, tukiona wana dalili za kideli, tunawatibu vizuri sana. Wale ambao wapo kwenye kundi letu la mafunzo, nadhani mnakumbuka wakati tunawaleta hawa layers. Kuna tunao layers hapa, ngoja nikuonyeshe hawa hawa walikuja walikuwa na dalili kabisa za ugonjwa wa kideli lakini tuliwatibu kwa kutumia tiba za asili na wakapona vizuri kabisa. E, namna ya kutumia majani ya mwarobaini ni hivyo, yaani asilimia zaidi ya e, kwenye matibabu zaidi ya asilimia naweza nikasema tisini na tisa tunatumia tiba za asili jamani. Tiba za asili zinasaidia sana na antibiotic kwa mfano vitu kama kitunguu saumu, tangawizi, pilipili ni vitu ambavyo tunavitumia hapa shambani kwetu mara kwa mara. Hata vidonda, kwa mfano, kuna kuku hapa ana, ana kidonda, ngoja ni mzumu kabla hajakimbia, kwa sababu nimemuona. Umeona huu kuku ana kidonda hili eneo la nyuma, lakini hapo tunamtibu hicho kidonda kwa kutumia tiba za asili. Tena tunatumia mashika nguo, yale mashona nguo, tunaita mashona nguo, mchuzi wake ule tunanyunyizia hapo kwenye hicho kidonda, na hivyo unaona kimeziba vizuri kabisa, kinapona hapo. Lilimkata bati kutokana na mabanda yetu haya ni ya bati, kuna sehemu alikuwa anataka apite, kwa hiyo likamkata hapo. Eh, tunamtibia huyu, anaendelea vizuri na yupo eh, safi kabisa, anapona na sio huyu tu. Wapo kuku ambao pia huwaga wanaumia, tunawatibu kwa mfano. Kuna ugonjwa ule, unakuta kuku wako chini chini ya mguu pale wametengeneza wame, wame, wame, wame, wame kama sugu hivi, wamepata kama vidonda hivi kuna ndulele, tunatumia yaani tiba za asili nyingi sana. Ukiwa na kitabu cha e, tiba za asili, kina tiba zote ambazo sisi hapa tunakuwa tuna, tuna, tunazitumia kwa ajili ya kuatibu kuku wetu. Kwa hiyo hii ndio siri ambayo binafsi naweza nikasema tunajivunia hapa hapa kwa ajili ya kuwatibia kuku wetu na hatupati vifo. Na labda watu wengi wamekalili tiba za asili, unaweza ukazitumia kwa ajili ya unaweza ukazitumia kwa kuku wa kienyeji tu, lakini sisi tunatumia yale mabanda yale yana, yana broiler. Tunatumia kwa ajili ya kuatibu broiler vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza uka, ukaona e, vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ninakushauri wewe mdau ambaye unatazama hii video, tumia tiba za asili. Tiba za asili zitakusaidia sana. Uh, kwa mfano kikiingia kideli hapa nimetoka kuelezea wa kuku walipata kideli. Kama huna ujuzi wa tiba za asili, lazima kuku wako utawazika kwa zaidi ya asilimia tisini. Ugonjwa wa kideli ni ukesto, unaua zaidi ya asilimia tisini, lakini pia hata tunatumia chanjo. Chanjo za dukani huwaga tunawapa na sasa hivi tumepunguza yani, sisi kwa sababu tunafanya tafiti chanjo ambayo tunaitumia hapa ni chanjo moja Newcastle. Uh, na yenyewe tunaitumia kwa sababu bado, eh, chanjo zuri kabisa ya kwa, chanjo ya asili zuri kabisa kwa ajili ya Newcastle bado hatujaipata vizuri, lakini chanjo za magu, kama magonjwa ya gomboro chanjo za magonjwa kama ya ndui malex zote za asili zipo na tunazitumia. Kwenye kitabu chetu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji tumeandika mle ndani safi kabisa tena, tumekuwekea chanjo za dukani, tumekuwekea na chanjo za asili ambazo unaweza ukatumia. Kwa hiyo uh, unaweza ukajikita zaidi kwenye kutumia tiba. Wapo watu wengi waga, wanauliza wanapiga simu wanauliza kwamba hivi, e, mwalimu, ninaweza nikatumia tu tiba za asili na kuku wangu. Yani, watu hawaamini kama tiba za asili zinatibu, lakini niwaambie tu tiba za asili zinatibu vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Jipatie kitabu cha tiba za asili kwa shilingi elfu kumi kitakusaidia sana. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp, lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la mafuzo ya ufugaji, ambapo tunafundisha kila siku, tunatoa darasa hapa tu nimetoka kutoa darasa kwenye kundi e, kwenye kundi letu nilikuwa ninazungumzia mada moja kuhusiana na hawa broiler, kuhusiana na hawa broiler. Hawa broiler broiler ni kama vile wame, wame, ni kama vile wamelingana wame hivi lakini wametofautiana kwenye umle kwa ikuwa naelekeza kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiwa kwenye kundi letu utapata madarasa mengi ambayo yanahusiana na ufugaji. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, muda wa miezi miwili shilingi elfu nane Uh, utapata vitu vingi sana, utapata vitu vingi sana. Uh, hata ukipata changamoto, kila kitu utakipata kwenye kundi letu. Asanteni na kwa helini.